Wahudumu wa pikipiki za umeme mjini Kilifi katika kaunti ya Kilifi wameandamana kulalamikia mkanganyiko ulioibuka upande wa bei na huduma za pikipiki hizo. Wakizungumza mjini Kilifi, wahudumu hao wanasema mabadiliko ya betri za pikipiki piki hizo yamechangia wao kupata hasara kutokana na muda wa matumizi kulingana na urefu wa mwendo, vilevile bei za kubadilisha vituoni. Wakiongozwa na Benson Safari Thuva, wahudumu hao wamesema betri za sasa hazidumu katika matumizi yao, wakishinikiza kampuni inayosimamia pikipiki piki hizo kuangazia matatizo yao. Hizi bike commando hizi zilikuja na betri mbili, wakati inachukua ile, ile bike ilikuwa na betri mbili lakini wakakuja wakabadilisha juzi, wanasema hizo betri ni kupotea, zimepotea. Wakaleta betri moja ambayo wanasema ni 2 in one. lakini shida sasa ile betri okay, ukiweka kwa pikipiki nasoma 100% ni sawa, sina shida nayo. Ile bike ndogo ile, ile betri ndogo ukiweka pia ina 100% eent, lakini inakuandikia 70 kilometers. Lakini kufikia sasa hii juzi, waka change price, wame double price hii betri betri ndogo ambayo inaenda hiyo betri kubwa ambayo inaenda 70 kilometers inabidi sasa unalipia 290, e, e, ambapo sasa ni hasara, kwa sababu kama utaenda 70 kilometers, na tena hazifiki, kwa sababu hizo betri kuna zingine ni mbovu, mwanzo hizi mpya zenye walitoa. Betri yenyewe unaenda ikifika kama 40% inazima ghafla. Iko na moto lakini imezima, hataki kuakisha pikipiki. Betri kubwa zilizoletwa nyingi zilikuwa zina fault kibao, inakukatikia njiani na unagaramika. Aidha uchukue boda boda nyingine kuleta betri huku ni gharama, hiyo ni transport ambayo utafanyia, utasimamia mwenyewe ama uvutwe, hiyo ni transport unasimamia mwenyewe Wahudumu hao wanasema wanapitia ugumu wa kutengeneza pikipiki piki zao wakati zinapoharibika kutokana na uhaba wa vituo. Vilevile wanazuiwa na wahudumu wa vituo vya mafuta wakati wanapohitaji huduma za kujaza upepo. Kufikia saa hii hapa hapa Kilifi, Kilifi Kilifi Town tuko na hizo bike zaidi ya mia moja na hamsini lakini hakuna duka la spare parts. Hata tukienda mahali kwa kupima pressure, like hizi petrol station zingine saa hii wanatubania kwa sababu wanasema sisi hatuwafai na chochote. Hatuswap mna mapikipiki yani, mapikipiki yetu ni ya stima, hatuweki mafuta so mpaka zile pressure wanatunyima saa hii, na sisi hatuna kituo chetu, na wakutuwekea ni nani? Kama si kampuni, si ni kampuni? Ndivyo jamaa, ndivyo, ndivyo kampuni. Kilifi, sisi hapa hakuna, hakuna biashara kubwa sana na tukilinganisha na watu wa Nairobi wanavyofanya kule, kule wanabadilisha betri na shilingi mia moja tu na hamsini lakini hapa Kilifi wanabadilisha na shilingi mia, mia tatu kwa sasa wanaitaka serikali kupitia Rais William Ruto kuingilia kati masaibu wanayopitia wanabodaboda nchini, wakisema wanapata hasara na vilevile wana majukumu mengi ya kifamilia. Rais wetu William Ruto, kama inaweza kukufikia hii hii stori, tafadhali tuangalie sisi watu wa chini, maana wewe unasema kwamba unaangalia watu wa chini. Sisi tayari kama watu wa bodaboda boda, tayari ni kama sahi tunakosa tunakosaimani na wewe. Hizi spiros ni nyingi lakini sasa wewe ndio uliolaunch hizi vitu na zimekuja kwa wakati wako, na sasa hivi vile tunavyoona, hatuoni tunaona kama hasara tu tutu... sasa je, hii pikipiki ni ya loni nimechukua na loni nitalipa vipi pikipiki? Watoto wangu watakula nini? Tulikuwa tushazoea 145, si mbaya. Wakipandisha unasikia but wanafaa communicate kwa upande wake afisa msimamizi wa mradi katika kampuni ya pikipiki hizo za Spiro, Baraka Anderson amesema mabadiliko hayo yalitokana na, na malalamishi ya wahudumu wenyewe japo kwa sasa yanaangaziwa. As we speak, kuna logistic yenye inafanywa waregeshwe zile betri zao mbili ndogo, na itakuwa kila mtu ako na decision kama atakubali kuchua hizo mbili ndogo ama ata maintain kwa ile moja kubwa, lakini kwa ile kubwa leo zitachenjiwa watapatiwa zile zao mbili mbili zile ndogo. Spare parts za pikipiki ziko, lakini kuna zile parts ambazo ziko kwa warrant. Pati ambayo iko kwa warrant lazima ifuate protocol ya warrant. Hakuna vyenye utapeleka kitu pale ni kitu ambacho ni cha warrant, tunataka kipatikane time hiyo hiyo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira, Coco FM, ladha ya Pwani.